Mpendwa mtazamaji ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ile ya Luka sura ile ya tisa aya ya hamsini na moja hadi ya hamsini na sita. Nitaisoma. Ilikuwa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia. Yesu aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali, lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohane walipoona hayo walisema Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni waangamize? Akawageukia, akawakanya. Wakaondoka, wakaenda mpaka kijiji kingine. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na tukio muhimu sana ambalo wakati wa Yesu Kristo kupaa Kuinuliwa kwenda kwa Baba yake ulikuwa umekaribia na yeye ameukaza uso wake kuelekea Yerusalemu ambako mafumbo yote makubwa yaani yeye kukataliwa, kukamatwa, kuteswa, kufa mikononi mwa viongozi wa dini kutatimizwa na baadaye atakuja kuinuliwa arudi kwa Baba. Kwao ilikuwa ni wakati wa kuinuliwa kwake, amekaza uso wake kuelekea Jerusalemu. Anatuma baadhi ya wajumbe wake waende katika kijiji cha Wasamaria ili apate mahali pa kuweza kupumzika katika safari yake ya kwenda kuinuliwa, na anapofika pale, Wasamaria wanamkataa. Turudi nyuma kidogo, anakataliwa wakati anaenda katika hatua za kuinuliwa. Kuna nyakati ambazo utapita katika mateso makubwa. Sasa unafika wakati wa kuweza kuinuliwa kwako, mwenyezi Mungu aende kukuinua, unakwenda katika Jerusalemu. Jerusalemu yako ni mahali ambako amani inaenda kutawala, furaha inaenda kutawala. Umetoka katika maeneo ya mahangaiko huko Galilaya, umetoka katika maeneo ya Eriko ambako kuna jangwa kavu, umepita katika maeneo mabaya, unaenda kwenye amani, unaenda kuinuliwa kwenye furaha. Nyakati hizo uwe makini sana kwa sababu kuna jaribu mmoja litakuja likikufuatia kwa kasi sana, jaribu la kukataliwa ili sasa uingie katika hasira, utamke maneno mabaya, baadaye uchelewe kufikia zile baraka zako za Yerusalemu. Yesu Kristo anakutana na jaribu la kukataliwa na Wasamaria. Wasamaria, mpendwa wa mtazamaji, walikuwa ni watu gani? Na Wayahudi walikuwa ni watu gani? Na kwa nini wamkatae Yesu? Historia yao inasema hivi. Wayahudi na Wasamaria asili yao ni moja inatoka kwa Ibrahimu. Baba yao au babu yao aliyemzaa Isaka na Yakobo. Wote walikwenda utumwani Misri miaka mia nne wakateseka. Waliporudi katika ile nchi ahadi ambayo imejaa maziwa na asali katika mgawanyo wao, vile Yoshua alivyokuwa na wagawanya katika maeneo mbalimbali, kuna baadhi ya makabila yale kumi na mbili ya Israeli walikwenda maeneo ya kaskazini, wakawa wanaishi huko, wote wakiwa wana wa Israeli. Miaka kadhaa ikatokea, wakaja, akaja mfalme wa Ashuru. Huyu mfalme wa Ashuru alipokuja, akawakamata wale wana wa Israeli, waliokuwa katika maeneo ya wa kaskazini, wakapelekwa utumwani, na kibaya zaidi ambacho waashura wa walichokifanya wakawaleta watu wengine wa mataifa kuja kuishi na wale Waisraeli waliokuwa upande wa kaskazini, yaani mkoa ule wa Samaria. Matokeo yake kitendo hiki cha hawa wa mataifa kuja kuishi na Waisraeli wale, wakafika hatua wale waliokuwa wanaishi kaskazini wakakataa zile tamaduni ambazo zilikuwa zinatekelezwa na Waisraeli wote hasa waliokuwa katika maeneo ya kusini ambako ndiko liliko lile uh, tunalozungumza kwamba hekalu lile la, la, la, la Yerusalemu. Baadhi ya taratibu walizokataa ni hizi: katika ibada walikataa habari za kuweza kutambua Yerusalemu kwamba ndio mahali pa kuweza kuabudia, wakaamua kufanya mlima Gerizimu kwamba ndio mahali pao pa kuweza kuabudu kama inavyozungumzwa katika Injili ya Yohane sura ya nne aya ya tisa na ile e, Injili ya Yohane sura ya nne aya ya ishirini. Baadaye wakakataa hadi ibada zile za toba, yaani Yom Kipu, wakazikataa hizo ibada. Sasa kitendo kile cha hawa waliokuwa kaskazini kukataa zile ibada, wakaitwa Wasamaria waliobakia huku kusini Yerusalemu ndio wakaitwa Wayahudi. Wayahudi wakaanza kuwaona Wasamaria kwamba ni waasi, wamekataa asili yao, wote ni ndugu. Na kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye alikuwa anatoka katika mkoa ule wa Samaria akaonekana kwamba ni muasi. Yesu Kristo alivyokuja hakupendelea sana hilo jambo, akitambua kabisa kwamba wote walikuwa ni wamoja, ni uvamizi tu ndio uliowapelekea wakaweza kutengana. Aliwapenda Wasamaria ndio maana katika ile Injili ya Yohana sura ya nne kuanzia aya tisa. Alikutana na yule mwanamke msamaria kisimani. Sasa alivyokutana naye, alipokelewa akaweza kuwahubiria nao walimpokea walipomwona Yesu. Kwa sababu amekaza uso wake kuelekea Yerusalemu, ambako ndiyo kero yao katika habari za kuabudu, amekaza uso wake kuelekea Yerusalemu, wakamkataa. Kwa hiyo unaweza ukakataliwa, na watu ni kwa sababu ya mitazamo tu Sio kwamba kupeni, ni mitizamo tu. Kwa hiyo lazima ujue kutofautisha kwamba hawa wamenikataa kwa sababu ya mitizamo, lakini hawajanikataa mimi jinsi ilivyo. Hawaja hawajakukataa wewe jinsi ulivyo, ni mitizamo tu, kwamba kwa sababu umekaza uso wako katika jambo fulani. Na hilo likusaidie. Mungu atutie hekima na busara ya kuweza kutambua mang'amuzi, kupata mang'amuzi mazito nyakati za kukataliwa kwetu. Basi hasira ikawaka kwa kiwango kikubwa sana kwa wale mitume wa Yesu Kristo ambao walikuwa ni Yakobo na Yohana. Hawa waliitwa watoto wa ngurumo, walikuwa na hasira kubwa. Chuki ikawaka. Kwa nini mmemkataa Yesu Kristo mtenda mema? Kwa nini mnamkataa Yesu Kristo ambaye anawahubiria habari njema? Kwa nini mmekataa asije akapata mahali pa kuweza kupumzika? Wakaamua sasa kwa hasira yao, wanamwambia Yesu, uturuhusu tuweze kushusha moto ushuke kama moto ulivyoshuka katika kipindi kile cha Sodoma na Gomora, ushuke sio kuatisha tu, bali uweze kuangamiza e, kile kijiji chote cha Wasamaria. Hii ilimfanya Yesu ashtuke, ni watu gani nao? Waacha huku nyuma, ninaacha watu ambao wamekaa pamoja na mimi miaka mitatu, wameangalia uvumilivu wangu, upole wangu, akasema mnatumia vibaya mamlaka ambao na uwezo niliowapatia Mpendo wa mtazamaji, ni kweli hawa Yohana na Yakobo Yesu asingewakataza wangeshusha ule moto, kwa sababu Yesu aliwapatia mamlaka, walikuwa na mamlaka, wangeshusha moto na walikuwa wanakumbuka, sababu walisoma maandiko matakatifu vile Nabii Eliya katika ki kile kitabu cha pili cha Wafalme sura ya kwanza aya ya kumi na kumi na mbili alivyowafanya wale askari waliokuwa wamekuja kumkamata kutumia vibaya uwezo wa kutoka kwa Yesu kuna nyakati ili liweze kuwa nifundisho kubwa sana kwetu ambao ni watumishi katika nyakati mbalimbali mbali. Mtumishi wa Mungu au katika utumishi wa serikalini au katika mahali popote pale, umekataliwa, unaamua kutumia uweza wa kimungu vibaya ambao uko nao, unaamua kutumia uweza na mamlaka uliokuwa nayo kwa sababu umekataliwa, kwamba mtanitambua, nina mamlaka ya kuweza kushusha moto nikaangamiza, nina mamlaka ya kuweza kuhamisha na kupeleka mbali polini kabisa ambako hutasikika, kwa sababu ya mamlaka niliyokuwa nayo. Yesu akawaambia wale mitume, hamjui ni roho ya namna gani mliokuwa nayo, akawakemea. Unatumia vibaya madaraka yako. Je, nyakati ambazo umekataliwa nyumbani, umetumia namna gani madaraka yako? Baba, mke wako amekukataa, watoto wamekukataa, mama kuna mtu amekukataa pale nyumbani, umetumia namna gani madaraka yako, uweza wako ambao uko nao? Kuna vitu ambavyo Yesu Kristo amekupatia, umevitumia namna gani kuangamiza baadhi ya watu? Ni roho gani ambao uko nayo? Roho ya chuki, roho ya kisasi, roho ya ubinafsi? Kwa baadhi ya watu wanaokukataa, ulikuwa ni mtazamo tu. Yesu Kristo akuweza kuangamiza, na kwa sababu kuweza kumkatalia yeye, kulikuwa akumpelekee yeye katika ile kusura Mwenyezi Mungu kuinua, kuweza kuinuliwa Yaani, kukataliwa kwako haikupelekei kusudi la Mwenyezi Mungu kwamba wewe umeinuliwa, wewe ni mbarikiwa, wewe kata, katika nafasi ya juu. Umekataliwa lakini nafasi yako iko pale pale, ni mtizamo tu ambao watu wamekuwa nayo juu yako wewe kwa sababu ya misimamo ambayo uko nayo. Mungu atutie nguvu katika kukataliwa kwetu, tusitumie vibaya madaraka yetu, tuweze kuwa wanyenyekevu ili Mwenyezi Mungu atuinua kwa wakati wake. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.